Na niongezee hapa, tuonyeshe kama we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28, Zanzibar. Niiambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya, benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Maana tumetumeleana kwa muda mrefu hapa, kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shikisho la CRDB msimu uliopita, yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. So very clear, kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa. Hii ni haki yetu, msimu mzima tumeisubiri hapa. Tumeshaandika barua sana, tumeshaandika sana barua hapa sasa iko very clear na huu ndio msimamo wa taasisi kama hiyo hela atalipa ya ubingwa. Taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Ndugu zangu wana Yanga duniani kote, ambako mnanisikia Aminini msimamo huu wa viongozi wetu, ni msimamo ulionyooka, msimamo usioyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika. Tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu na maslahi mapana ya mchezo wa mpira wa miguu.